Juksi bado yuko Lagos nchini Nigeria ambako alikwenda kwa ajili ya workshop ya Showbiz 101. Unajua Nigeria sasa hivi ni second home kwake. Ni kama nyumbani kwake kwa, kwa sehemu ya pili kwa mkewe na mapokezi ambayo Juksi ameyapata nadhani umeshaona story kadhaa hapa SNS. Ni mapokezi makubwa sana kiukweli, Wa Nigeria wanamwonyesha love kubwa sana Juma Jux na wamemchukua ama wamembeba kama mtu wa kwao. So amefanikiwa kufanya kazi akiwa Nigeria na rapper Didi B kutoka Ivory Coast ambapo hapa kuna hii video vidio uh, rapper Didi-B alishare kwenye page yake ya Instagram kwenye Insta story wakiwa na Jux hapa, lakini pia na watu wengine na wana record hii ngoma ambayo bado haijafahamika itatoka lini. Lakini so far tayari kuna hii confirmation ya kwamba Jux uh, ameshaingia studio kurekodi ngoma na jamaa, ambayo inaweza kuja kutoka siku za hivi karibuni. Ukiangalia speed ya Jux kwenda international kama inazidi kuongezeka kila kukicha tangu ameingia kwenye mahusiano na Priscilla, kitu ambacho tulikisema sisi mwanzoni kwamba kama kama haya mahusiano Jux hato e, zingua zile zile hatua za mwanzo, basi kuna asilimia kubwa kubwa sana ya ya ya jamaa jamaa kupata soko kubwa la muziki muziki wake wake nchini Nigeria saivi, mbavi, Nigeria Nigeria, ndio hicho ambacho kinatokea sasa sasa hivi hivi. Umeona namna ambavyo mastaa wa Nigeria kama D'banj baada ya Jux kufika Lagos Nigeria, walivompokea love ambayo anamuonyesha, you can feel kwamba jamaa sasa hivi e, ni yeye tu kuzichanga karata zake vizuri, lakini tayari dunia ya muziki wake inazidi kufunguka na na mambo yanazidi kwenda kuwa mazuri. So amefanikiwa kufanya collab na rapper Didi-B wa Ivory costi na nafikiri kitoka itakuwa ni miongoni mwa ngoma kali. Nimesikia tu kionjo hiki, namna ambavyo walikuwa studio wakirekodi ngoma. Nitakuachia hapa usikilize vibe hii ambayo walikuwa nayo wakati wana rekodi hii ngoma.